Hello guys, karibu tena kwenye YouTube channel yangu. Video cha leo tunaenda aleo kuonye, naenda kuonyesha jinsi ya kutengeneza keki ya nazi na makini kanami mwanzo mpaka mwisho, usahau kusubscribe. Nazi ni kiungo muhimu ambacho watu wanakitumia katika shughuli mbalimbali za mapishi na leo naenda kuelekeza jinsi ya kutengeneza keki ya nazi, na keki ya nazi ni keki kama nyingine zozote, lakini inakuwa ina ladha tofauti na kama mnavyoijua nazi nazi waga inahitaja ladha kwenye vyakula na kwenye keki ndio hivyo hivyo. Kwa, kwa hiyo makini nami mwanzo mpaka mwisho. Kiungo cha kwanza kwenye keki ya nazi ni machicha. Sio kiungo cha kwanza utakachotumia ila na, yani nachoelekeza kwamba machicha ni kitu ambacho ni muhimu sana. Kama unahitaji kutengeneza keki ya nazi, lazima uwe na machicha naenda kuelezea machicha kwa maana mbili. Kuna machicha yanauzwa dukani yamekaushwa, hayo ni mazuri sana kwa kutumia. Kama ukiwa dukani yauwezi kuenda, au ni mbali, au hauna una machicha ambayo unayo, basi unaweza kutumia machicha yale ambayo umeenda kukuna, kama unavyokuna kawaida, lakini uweke kidogo, kwa sababu yale machicha yanakuaga na ile tui yani, inakuwaga na uzito kwa sababu si yana maji maji. Kwa, unaweka kidogo na ukiweka machicha ambayo imekuna nazi usiweke tui moja kwa, kwa sababu yana tui moja kwa moja. Na ninavyosema machicha ni kwamba yale ambayo hayajakamuliwa kabisa. Yaani, umekuna nazi moja kwa moja, yale machicha unachukua kama kijiko yani moja moja, kimoja cha chakula ndo utaweka kwenye keki yako wakati wa kutengeneza, lakini hiyo process unaweka mwishoni Yani ushakoroga mkorogo wako wote wa keki ndio unaweka mwishoni, sio kwamba unaweka mwanzoni. Nimeelezea mapema kwa sababu ni, ni kitu ni kiungo muhimu kwenye nazi na kiungo ambacho akifanani na viungo vingine kwenye keki nyingine, ndio maana nimekielezea cha kwanza, ili mtu asiweze kusahau. Kiungo kingine cha nazi cha keki ya nazi ni tui. Ili tui kama nilivyoelezea mwanzo, kama machicha yako utayakuna moja kwa moja, basi utaweka machicha yako ambayo hayajakamuliwa na tui itakuwepo mumu. Lakini kama umenunua machicha pembeni, yale ya kukausha, tui unaweza kununua zile nazi za boksi zinazouzwa madukani, zile unaweza kununua ukaweka kidogo, yani ukachukua vijiko kama viwili vya chakula, ndo ukaweka tui lako, yani usiweke tui, sio kwamba ni unaweka kipakti chote Unachukua kama vijiko viwili tu ndo utaweka. Kwa hiyo tui yenyewe ni muhimu katika keki ya nazi, kwa sababu hii keki ni ya nazi. Kwa hiyo ndo maana tunaweka tui kama vijiko viwili, hatuweki nyingi. Kitu kingine cha muhimu ni ladha ya nazi. Hakikisha unaweka ladha ya nazi na nilivyosema kwenye video nyingine. Haya yani, maswala ya keki kwenye kun, swala la ladha Zipo ladha tofauti tofauti na nazi ikiwepo. Kwa hiyo hakikisha kama unaenda dukani, unaweka unaenda kununua ladha nazi. Kama hauna basi, unaweza kutumia vanila, lakini ili ukitaka keki yako iwe ina ladha nzuri, weka ya nazi, vile vitone kama vitatu hivi. Yaani sio nyingi. Ukisheka ladha nazi hapo keki yako inakuwa, yaani mtu akila anajua kabisa ina testi ya nazi kwa sababu umeweka vikorombozo ambavyo vinahitajika. Kitu kingine kwenye keki ya nazi ambacho ni cha muhimu ni prestige. Prestige kama kawaida ni kitu muhimu sana kwenye keki yoyote, pamoja na keki yetu ya nazi. kwa akikisha una prestige nyumbani. Kama una prestige unaweza kutumia blueband, lakini mimi nashauri sana prestige kwa sababu kwanza prestige inakuaga samani, prestige inakuaga ina, ina, ina ladha ya vanila na inaleta ladha nzuri, ina ulaini mzuri. Kwa hiyo nashauri sana watu watumie prestige badala ya vitu vingine. Kitu kingine cha muhimu ni sukari. Na sukari yani, nasemaga sukari, unaweza kutumia brown si unaweza kutumia ipi, lakini naomba nisisitize kwenye keki ya nazi, naomba utumie sukari nyeupe, kwa sababu sukari nyeupe itafanya keki yako iwe nzuri, iwe na rangi nzuri Yani isiwe na marangi rangi kama ya brown brown, iwe na rangi nyeupe nye, kwa sababu nazi ni nyeupe. Kwa hiyo yani, tunategemea keki yetu isiwe ina rangi nyingine tofauti. Kwa hiyo sukari nyeupe ndio itasababisha itakuwa ina kisababishi kikubwa cha kufanya keki yako ibadilike rangi. Kwa hiyo ukiweka sukari ya brown keki yako itabadilika rangi, itakuwa ya brown. Kwa hiyo ili ukitaka keki yako iwe nyeupe, basi weka sukari nyeupe. Na sisitiza sukari nyeupe ina ladha tofauti na sukari ya brown hata kwenye keki yaani, ukipikia sukari nyeupe na sukari ya brown ni tofauti. Kwa mimi nashauri mtu au watu au mtu yoyote ambaye anataka kutengeneza keki, aidha ni ya nyumbani au ya biashara, basi atumie sukari nyeupe badala ya brown. Kitu kingine cha muhimu katika kutengeneza keki ya nazi ni mayai. Mayai ni kiungo muhimu sana na cha kuzingatia katika wa kutengeneza keki ya nazi na mayai kama kawaida, tuweki mengi sana, tunaweka kutokana na kiasi cha keki ambayo tunatengeneza. Mfano, kama unatengeneza keki ya kilo moja, mayai tunaweka matano mpaka sita. Sasa sana niseme tu matano kwa keki ya kilo moja. Na inategemea yai lenyewe likoje? Kwa mfano mayai ni makubwa, unaweka matano. Ila yakiwa madogo, unaweza kuweka sita. Kwa hiyo mayai na yenyewe yanategemeana kwa ukubwa na kwa sababu likiwa kubwa lazima liwe ni kubwa, yani yai kubwa kubwa ni kubwa, na yai dogo ni dogo. Kwa hiyo tunaangalia hapo kwenye size. Kwa hiyo usiweke ya mayai mengi ukasema labda keki yako ndio itakuwa nzuri. Hapana, keki haihitaji unyevunyevu mwingi, inahitaji unyevunyevu kiasi ili iweze kuwa nzuri. Kitu kingine cha muhimu katika kutengeneza keki ni unga. Hakikisha unga unaotumia ni wa PPF na unga wa PPF unapatikana madukani, kwa kilo moja, kilo mbili, kilo tano, ni wewe tu. Na bei yake ni bei rafiki kabisa. Ukitaka kutengeneza keki yoyote, naomba utumie unga huu. Hii keki ya nazi pia inahitaji unga huu, unga umejengwa umetengenezwa makusudi kwa ajili ya kutengenezea keki, kwa hiyo tumerahisishiwa sasa hivi, usitumie unga wa ngano wa kawaida. Keki yako itatoka vizuri na itatoka na ladha ambayo utaitegemea. Unga tuliowekewa PPF ni mzuri na ni mlaini kwa watu kutengeneza keki, lazima iwe nzuri, imechambuka vizuri, kutokana na unga wenyewe, kwa unga umetengenezwa mahususi kwa wapishi kwa kwa wa keki. Kitu kingine cha muhimu kwenye kutengeneza keki ni baking powder na kuna tofauti kati ya baking powder na baking soda. Baking soda nitaelezea siku nyingine, lakini leo tunajikita kwenye baking powder. Baking powder ni muhimu sana kwenye kutengeneza keki, na hiyo baking powder niloionyesha ndo baking powder ambayo unapaswa wewe uitumie. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni baking powder ambayo ni nzuri na ina quality nzuri, au ina ubora mzuri, kwa hiyo baking powder ukinunua zile za nyingine ambazo hazina ubora mzuri, inaweza ikakuharibia keki. Na baking powder pia unapaswa uweke kwa kiasi. Kwa mfano, keki ya kilo moja tunaweka baking powder kumi grams kumi. Kwa hiyo nikisema eti keki ya kilo moja niweke baking powder grams ishirini, na haribu keki yani lazima keki itakuwa mbaya, kwa sababu baking powder ina, ina ingredients, ama ina vitu ambavyo vina react kwa, kwa haraka sana. Kwa hiyo ukiweka nyingi inaharibu keki kabisa. Inaweza keki ndo zile zinatoka kama zimebonyea au keki inatoka imepasuka sana. Hiyo ni kwa sababu ya baking powder na sio kitu kingine. Baking powder kwa hiyo inacheza nafasi kubwa kwenye kuharibu keki yako. Kwa hiyo ndo maana nasema baking powder inapaswa kuwekwa kwa kiasi kamili bila kukisia kwa macho unapaswa upime kama ni gramu tano ni gramu tano. Kitu kingine cha muhimu ni um, maziwa ya unga. Maziwa ya unga ni muhimu sana kwa keki yetu ya nazi, sababu keki yetu ya nazi tukiongeza na maziwa ya unga jamani, nadhani hapo ushaelewa ladha inakuwaje. Ladha inakuwa nzuri sana. Kwa hiyo maziwa ya unga na yenyewe ni muhimu sana, na maziwa ya unga yanasaidia sana keki kuwa laini hii nimeshaelezea kwenye video nyingi, na video hii pia naielezea kwamba maziwa ya unga ndio yanasaidia keki kuwa laini na keki kuchambuka vizuri. Na maziwa ya unga kwenye keki ya, ya, ya kilo moja tunaweka kijiko kimoja tu cha chai. Kwa hiyo hatuweki mengi kama watu wanavyofikiria. Kwa hiyo tunaweka kijiko kimoja cha chai, na siku nyingine nitaonyesha video jinsi ya kutengeneza hizi keki. Leo nimekuonyesha tu ili ujue ni kitu gani kinahitajika kwenye hizi keki, kwa hiyo siku nyingine nitaonyesha video ya vitendo. Kitu kingine cha muhimu katika kutengeneza keki ya nazi ni maziwa ya mtindi, ama kwa Kiingereza tunaita buttermilk. Buttermilk. kama una maziwa mtindi, unaweza ukachukua maziwa kidogo, ukachukua vinegar nusu kifuniko ukaweka, alafu ukasubiri kaa dakika kumi. Yale maziwa yatabadilika, yatakuwa kama ya mtindi. Ama kama una unaweza kutumia yogurt pia, na yenyewe inafaa. Maziwa ya mtindi unaweka kama vijiko viwili tu, hatuweki vitu vingi. Yani hivi vyote, jamani, hatuweki vitu vingi. Hata kama ndio una yogurt, tunaweka vijiko viwili tu. Kwa hiyo sio kumwaga maziwa yote au maziwa lita moja au nusu lita. Hapana, keki haipaswi kuwa na vimiminika vingi. Keki inapaswa ibalance vimiminika. Kwa hiyo maziwa mtindi tunaweka kidogo vijiko viwili tu. Alafu tunakoroga. Kwa hiyo na yeye ni muhimu sana naongeza ladha. Keki inakuwa ya maziwa una, ina, una, kila keki ina unahisi kama ina maziwa. Sio unahisi inakuwa ina maziwa. Sasa tunakuja kwenye vikorombwezo. Yaani hapa hivi sio vya muhimu sana. Kama hauna sio mbaya, lakini ukiwa navyo itakuwa vizuri. Haya ni mapapai ambayo yamekaushwa. Haya mapapai yanakuwa yanalaza kama pipi, yani ana kaskari, yani fulani kujua ni ni kama ni papai, haya mapapai na ni zinauzwa dukani kabisa, zishatengenezwa hivi, sio kwamba unatengeneza wewe mwenyewe, ukinunua dukani. Wakati unatengeneza keki yako, unaweza ukavinyunyuzia kama punje kumi hivi au ishirini, nategemea wewe keki yako unapendea iwe vipi. Unanyunyuzia, unakorogea kwenye mkorogo wako wa keki, hen napiweka kwenye oveni naoka. Ukija kula keki hivyo vipunje vitakuwa ndani ya keki, kwa hiyo yani utakuwa nakula keki unapata ladha tofauti, pamoja na hivyo vipunje vya papai. Zinaitwa kwa jina lingine tuti, tuti fruit. Kwa hiyo ukienda dukani, unaweza kuuzea tuti fruit au unaweza ukaonyesha hii picha niliyo kuonyesha hii, wanakuelewa. Kwa hiyo ni kitu ambacho sio cha muhimu sana, lakini ukiwa nacho inakuwa inaongeza ladha kwenye keki. Kitu kingine ni zabibu kavu. Hizi zabibu kavu ni zabibu ambazo zimekaushwa. Hizi zabibu zinaletaga ladha pia, na hizi zabibu ziko za aina nyingi, kama hapo nilivyokuonyesha, ya rangi ya brown, kuna rangi ya gold, kuna rangi ya nyeusi, na kuna rangi ya gold inayoingia kwenye brown. Hizi zabibu zote hazina tofauti sana ladha, ni hizo rangi tu, lakini ladha zake hazinaga tofauti sana. Hizi zabibu ni tamu, yaani ukioka kwenye keki, zinakuwa zinaleta ladha nzuri, unakula yani kama zile tutti frutti tu zile vyakula vingi, lakini hata kwenye keki, yani, zinaleta ladha. Ukiweka ndani ya keki ukishaiva keki, ukiila ndani uka, ukailia na zabibu ndani yake yani zinakuwa tamu kisema ukweli. Na zabibu sio za lazima kuiweka, ni wewe tu, na kama umeona labda una uwezekano kuzipata sio mbaya, lakini kama, kama una uwezekano kuzipata ni nzuri, na zinauzwa gharama nafuu, hadi kuna sehemu zinauzwa elfu moja kwenye kidude fulani elfu moja Kwa hiyo sio kitu cha kukosa jamani, ukiziweka zinaongeza ladha, na hii keki anazokweka na vizabibu ndani yani inakuwa nzuri sana, inakuwa tamu sana. Mpaka kufikia hapo, tumefikia mwisho wa video hii, na nakushukuru kwa kuitazama video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na kama utakuwa na maoni yoyote maswali yoyote, unaweza comment hapo chini. Pia usisahau ku like, comment na kusubscribe. Na kama ulisha subscribe na umerudi tena, naomba nikushukuru na ninakupenda sana. Na kama huja subscribe bado basi, naomba usubscribe na nakupenda sana pia. Kwaherini, tukutane siku nyingine.